Marekani imezuia utoaji wa visa kwa raia wa Nigeria wanaoshukiwa kuhusika na mashambulizi dhidi ya Wakristo nchini humo, hatua inayolenga kupinga ukatili wa kidini nchini humo. Hii ni Trigen Media. Marekani imesema kuwa itazuia utoaji wa visa kwa raia wa Nigeria inayohusisha na kile ilichoeleza kama ukatili dhidi ya Wakristo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani, Marco Rubio, alisema hatua hiyo ni jibu kwa mauaji ya kutisha na mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya waumini wa, wa Kikristo nchini humo. Rubio alibainisha kuwa marufuku hayo yatawahusu ya wote wanaohusika moja kwa moja au kupitia familia zao, akiwataja magaidi wa kundi la Kiislamu lenye msimamo mkali Boko Haram, wanamgambo wa jamii ya Kifulani na wahalifu wengine wenye vurugu ndani na nje ya Nigeria. Sera hiyo inaweza pia kuwagusa hata viongozi wa serikali au watu wengine wanaohusika na ukatili huo wanaoathiri kwa kasi kikubwa uhuru wa kuabudu. Hatua hii inakuja wiki chache tu baada ya rais Donald Trump kutishia kuchukua hatua za kijeshi nchini Nigeria, akilalamikia unyanyasaji wa Wakristo unaodaiwa kufanywa na makundi ya Kiislamu yenye msimamo mkali. Trump pia alitangaza Nigeria kuwa nchi ya wasiwasi mkubwa katika maswala ya uhuru wa dini. Hata hivyo, serikali ya Nigeria imekanusha madai hayo ikisema mashambulizi mengi yanayotokea nchini humo yanachochewa na uhalifu, migogoro ya ardhi na ushindani wa rasilimali kuliko imani za kidini wataalamu wa haki za binadamu pia wanasema kundi la Boko Haram limewaua Waislamu wengi zaidi kuliko Wakristo. Nigeria yenye watu takriban milioni mia mbili ishirini, iliyo na mgawanyiko wa karibu sawa kati ya Waislamu na Wakristo na zaidi ya makabila mia mbili imekumbwa na mashambulizi kutoka pande mbalimbali, ikiwemo ugaidi wa Boko Haramu, uhalifu wa magenge yenye wabebaji silaha na mapigano kati ya wafugaji na wakulima. Hii ni Trigen Media.